Mpendwa mtazamaji, kwa jina naitwa mchungaji Hezron Mchenya. Na mimi kwa jina naitwa Victoria Mchenya. Tunayo furaha kukukaribisha kwenye channel hii ya YouTube ya siku ya tatu, mahali ambapo kitu pekee tunachokifanya ni kufundisha na kujadili habari za nyakati na majira ya kibiblia zenye msisitizo maalum unaohusu siku ya tatu wa dhambi na mauti. Sasa, hmm, Mchungaji Hezron, tafadhali naomba utueleze kwa kifupi siku ya utakaso wa dhambi na mauti ni ipi? Amen. Kibiblia au kimaandiko siku ya utakaso wa dhambi na mauti ni siku ya tatu siku ambayo vile vile. Ni siku ya saba. Kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia, tunajifunza kwamba wakati wa habari ya uumbaji, Mungu aliitakasa siku ya mwisho ambayo ni siku ya saba ili kufunua maarifa haya kwamba wakati wa habari ya ukombozi Mungu ataitakasa milenium ya mwisho ambayo ni milenium ya tatu baada ya Kristo. Kwa maelezo ya undani zaidi, siku ya tatu na siku ya saba zina uhusiano huu wa kiungu. Wakati wa mwanzo kwenye siku saba za habari ya uumbaji Mungu aliitenga siku ya saba kuwa ndiyo siku ya mwisho na siku pekee miongoni mwa siku zote, siku ambayo aliitakasa na kuifanya iwe siku takatifu ya Bwana. Hali kadhalika wakati wa mwisho, kwenye miaka elfu saba ya habari ya ukombozi Mungu ameitenga milenium ya tatu baada ya Kristo, milenium ambayo kwa Mungu ni kama siku ya tatu baada ya Kristo kuwa ndiyo milenium ya mwisho na milenium pekee miongoni mwa milenium zote, milenium ambayo ataitakasa na kuifanya iwe milenium takatifu ya Bwana. Vilevile maandiko yanatuonyesha kwamba siku ya tatu na siku ya saba zina uhusiano na muunganiko wa kiungu. Uhusiano huu na muunganiko huu wa kiungu umeelezewa kwa undani zaidi kwenye kitabu cha Hesabu, ile sura ya 19, na sura hii nzima inafundisha kwa kina suala hili la utakaso wa dhambi na mauti kwa wana wa Mungu. Baadhi ya mistari inayoonyesha ufahamu huu wa kibiblia ni pamoja na Hesabu sura ya 19 mstari wa 11 hadi wa 12, ambayo inasema: mtu agusaye maiti yeyote atakuwa najis muda wa siku saba, naye ajitakase kwa yale maji siku ya tatu na siku ya saba, atakuwa safi; lakini kama hajitakasi siku ya tatu ndipo, na siku ya saba hata kuwa safi. Hali kadhalika Hesabu ile sura ya 31 na mstari wa 19, nayo inasema kwamba nanyi fanyeni matuo yenu nje ya marago muda wa siku saba, mtu awaye yote aliyemuua mtu na awaye yote aliyegusa mtu aliyeuawa, jitakaseni nafsi zenu siku ya tatu na siku ya saba, na mateka yenu yote. Maandiko yote haya mawili yanaonyesha kwamba siku hizi mbili, yaani siku ya tatu na siku ya saba, zina uhusiano na muunganiko wa kiungu, na kwamba Mungu amezitenga siku hizi ziwe siku maalum kwa ajili ya tukio la utakaso wa dhambi na mauti. Kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia Mungu ametenga kipindi cha miaka elfu moja kilichomo ndani ya miaka elfu saba ya habari ya ukombozi ili kipindi hiki kibebe na kiunganishe milenium ya tatu baada ya Kristo na milenium ya saba ya habari ya ukombozi. Hata hivyo, msingi wa kipindi hiki cha miaka elfu moja upo mwanzoni mwa mambo yote, kwenye siku saba za habari ya uumbaji. Wakati wa mwanzo kwenye uumbaji Mungu aliumba mianga mitatu. Jua lilikuwa ndilo mwanga mkuu. Mianga hii ilizigawa siku saba za habari ya uumbaji kwenye makundi makuu mawili ambapo kundi la kwanza lilihusisha siku nne za mwanzo kabla ya mianga kuumbwa, ambazo zilikuwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu na siku ya nne, na kundi la pili lilihusisha siku tatu za mwisho baada ya mianga kuumbwa, ambazo zilikuwa siku ya tano, siku ya sita na siku ya saba. Kwenye siku hizi saba, siku ya mwisho ilikuwa ni siku ya saba. Siku ambayo ilikuwa ni siku ya tatu baada ya mianga kuumbwa. Siku ambayo ilitokea baada ya siku sita. Zaidi ya yote, Mungu ametumia mpangilio huu wa siku hizi saba za habari ya uumbaji kwa ajili ya kufunua uhusiano mwingine unaofanana na huu uliopo kwenye mpangilio wa miaka elfu saba ya habari ya ukombozi. Hivyo basi, wakati wa mwisho kwenye habari ya ukombozi, Mungu alimtuma mwanaye pekee Yesu Kristo aliyetajwa kwenye maandiko kuwa ndiye mwanga mkuu na nuru halisi ajae ulimwenguni, ambaye kuja kwake kuliigawa miaka elfu saba ya habari ya ukombozi kwenye makundi makuu mawili. Kundi la kwanza lilihusisha miaka elfu nne ya mwanzo kabla ya kuja kwa Kristo ambayo kwenye historia tunaiandika kama KK, na kundi la pili lilihusisha miaka elfu tatu ya mwisho baada ya kuja kwa Kristo ambayo kwenye historia tunaandika kama BK, na jumla ya miaka hii yote ikafanyika kuwa miaka elfu saba au milenium saba za habari ya ukombozi, milenium ambayo zimeanza kuhesabiwa tangu wakati wa kuumbwa kwa Adam na Eva. Katika miaka hii elfu saba au milenium hii saba, milenium ya mwisho ni milenium ya tatu baada ya Kristo milenium, ambayo pia ni milenium ya saba ya habari ya ukombozi, milenium ambayo tulianza hivi karibuni mnamo mwaka elfu mbili na moja, baada ya miaka elfu sita ya ukombozi kumalizika, na hapa ndipo penye ufahamu muhimu wa kibiblia yeah. Mungu ametenga siku ya tatu na siku ya saba kwa ajili ya utakaso wa dhambi na mauti mm-hmm. Na mnamo mwaka elfu mbili na moja, kwa mara ya kwanza kabisa kwenye historia ya miaka yote ya kibiblia ya mwanadamu kuwepo hapa duniani, ulimwengu wote ulianza kipindi cha miaka elfu moja kinachounganisha milenium ya tatu baada ya Kristo, ambayo kwa Mungu ni kama siku ya tatu baada ya Kristo pamoja na milenium ya saba ya habari ya ukombozi, milenium ambayo pia kwa Mungu nayo ni kama siku ya saba. Oh, wow. asante sana, sana. Amen. <laughs> Tasa, amen, kwa maelezo hayo ya undani sana, kubariki kwa yoyote anayetusikiliza leo. Mm, ni jambo gani muhimu ambayo angependa ajifunze kwenye somo letu hili la leo? Amen. Jambo muhimu la kujifunza kwenye somo hili la leo ni hili: siku ya utakaso wa dhambi na mauti kwa wote wanaomwamini Bwana Yesu sasa imefika. Hii ni siku ya miaka elfu moja inayoangukia kwenye kipindi cha miaka elfu moja kipindi kinachounganisha milenia ya tatu baada ya Kristo na milenia ya saba ya habari yote ya ukombozi. Hivyo basi, siku ya tatu na siku ya saba ambazo zimeongelewa kwenye maandiko kwenye kitabu cha Hesabu kwa habari ya utakaso wa dhambi na mauti. Sasa siku hiyo imefika na sasa iko hapa na ni suala la muda tu, utakaso huu wa dhambi na mauti utatokea ghafla. Napenda nihitimishe mfululizo huu wa masomo ya utangulizo ya nyakati na majira, kwa kukusihi na kukutia changamoto wewe muumini mpendwa mwenzangu unayemwamini Kristo kuamka kiroho na kujiweka tayari. Tumepewa neema ya kuishi kwenye kipindi ambacho hakijawahi kutokea na hakitatokea tena kwenye historia nzima ya maisha ya wanadamu kipindi ambacho sisi tunaomwamini Bwana Yesu tunaenda kutakaswa mbali na dhambi na mauti. Hivyo basi, dhambi na mauti havitatutawala tena. Lakini pia kwako wewe ambaye ungependa kumwamini Bwana Yesu siku hii ya utakaso wa dhambi na mauti inaweza ikawa sehemu ya maisha yako wow. na hilo ndilo jambo muhimu la kujifunza kwenye somo hili letu la leo. Wow, asante sana kwa maelezo hayo. Ni kweli siku ya tatu imebeba siku ya utakaso wa dhambi na mauti. Amen, amen. Amen. Hmm. Hmm. Kama ungependa kumpokea Yesu moyoni mwako hmm. Tunataka tukupe nafasi hiyo muhimu. Mm. Tafadhali fuatisha sala hii fupi, mm, ninapoomba pamoja na wewe. Amen. Sema Bwana Yesu, mm, leo ninakukiri kuwa Bwana wa maisha yangu. Mm, ninaamini ulikuja duniani, mm, ukafa msalabani mm, na siku ya tatu ukafufuka mm, kuyaokoa maisha yangu. Mm, nisamehe dhambi zangu zote mm, na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima mm, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Sasa basi ni mm. shauku yetu kuwa na kukua kiimani mm. Hivyo basi, popote pale ulipo, tunakutia moyo uungane na waumini wengine mm. walio karibu na pale unapoishi ili upate kujifunza mm. zaidi mm. mm. Tunapenda pia kukushukuru kwa kuungana nasi mm. siku ya leo mm. na vile vile tunapenda kuwashukuru wale wote mm ambao wametumia muda wenu mm. kutazama na kusikiliza mm. baadhi au video zote za mafundisho haya mm. kwenye channel hii mm. Jua kwamba huu ni mwanzo tu. Tutakuwa na mafundisho mengi zaidi mm. ya mm. kina aila mm. k yanaohusu siku ya tatu mm. yatakayoambatana na vielezo mbalimbali vya mbali mm. nyakati na majira mm. mafundisho ambayo tunaamini kwamba yatauamsha moyo wako mm. na kukutupa tumaini lisilotikisika mm. tunaposubiri kurudi kwa Bwana wetu Yesu mm. kuja kulichukua kanisa mm. hivyo, tazamia masomo zaidi Mwana. Na hapa ndio mwisho wa mfululizo wa masomo haya ya utangulizi mm. hadi wakati mwingine tena mm. kumbuka, siku ya tumaini kuu kuliko yote mm -hmm. Imefika. mm -hmm. Siku ya tatu iko hapa. mm -hmm. Amen.